Kwanza kabisa katika hii hatua ya leo ambapo tumekamilisha e, utaratibu wa kukata rufaa katika mahakama ya rufaa Tanzania, kama mlivyosomewa shauri letu e, namba 4660 na kama ambavyo wakili amewabrief hivyo awali kwamba na mimi kabisa nichukue hatua hii, la kwanza kabisa kuwashukuru sana, kuwashukuru sana kwanza kushukuru sana chama changu ambacho katika mchakato huu wote tumeendelea kuwa nao na hatimaye leo tumefikia katika hii hatua. Lakini la pili washukuru sana mawakili wetu, pamoja na idadi yao ndogo, lakini wameendelea kufanya kazi nzuri sana katika, katika, katika hatua zote ambazo za kimahakama tulizo tulizopitia. Na mtakumbuka kwamba ni mawakili hawa hawa tulivyoenguliwa, e, kinyume cha sheria kabisa na INEC ambayo tulienda kufukuzwa tu tukaambiwa, hakuna kuja Eh, asije sije kuleta fomu wakasahau, na kwamba zile ofisi zile ni ofisi za umma e, kwa sababu mtu naweza kumkataza kwenda kwako, lakini uwezi kumkataza kwenda ofisi ya umma. Lakini mimi niliambiwa nisiende ofisi ya umma mimi na chama changu na wala ile fomu nisirejeshe, pamoja na kuichukua na kudhaminiwa. Lakini tulienda mahakamani, mahakama ikaenda kufuta huo uamuzi na ikaturejesha kwenye ulingo wa kugombea ambako pia tukaenda kuenguliwa nako kinyume cha sheria, kama ambavyo amejaribu kuwaeleza e, mawakili hapa. Tukaenda kuenguliwa kinyume cha sheria, tumeenda mahakamani, tumekata rufaa e, e, tumeenda mahakamani, kesi imeendelea, maamuzi ndiyo hayo yaliyotolewa e, ambapo wamejaribu kuwabrifu hapa mawakili wangu kwamba katika hali ya kawaida huwezi kukubaliana na maamuzi hayo, kwa mfano unakubaliana unakubaliana vipi na maamuzi hayo ambako mahakama inataka kujitoa katika msingi wake kwamba mahakama ndio chombo, cha, cha, ndio chombo pekee katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutenda haki. Kwa hiyo hakuna mahala popote ambako mahakama inaweza kujitoa kwa ajili ya kusimamia shauri lolote linaloletwa mbele yake. Lakini jambo la pili ambalo ambalo pia lilitusikitisha sana ni swala lile la la mahakama ilipojaribu kutueleza kwamba ilipo, mahakama kuu ilipojaribu kueleza kwamba kwa sababu sisi tulitakiwa tupite njia ya, ya, ya, ya mapitio, ya, ya, ya, mapitio ya, ya, ya maamuzi kwa maana ya judicial review badala ya kutumia njia hii tuliyotumia ya kikatiba eh, katika kudai hii haki yetu. Lakini ukweli ni kwamba mahakama sisi haijatupa mwongozo huo wala haijauliza kwa nini tuliamua kuchagua hiyo njia katika shauri letu, na walikuwa na nafasi ya kutosha waliomba submission ya maandishi tukapeleka. Wanaoheshimu sheria za nchi. Kenya hapa rais alipingwa mahakamani, ameshachaguliwa na matokeo yameshatangazwa akapingwa, matokeo yake yakapingwa mahakamani. Alipopingwa mahakamani kuapishwa kwake kulisimama. Hawakuendelea na uchaguzi, hawakuendelea na kumwapisha mpaka pale mahakama ilipokwisha kujiridhisha kwamba alichaguliwa kihalali ndiyo mambo yaliendelea. Lakini hapa kwetu, kama nilivyosema, unaona wao wanaendelea tu. Mpina yuko mahakamani, kesi inaendelea, kesi imehukumiwa, wao wanaendelea. Mpina amekata rufaa, wao wanaendelea. Nadhani kwamba hili jambo sio sahihi sana, na mimi nasema nimekata rufaa hii mimi na chama changu kwa ajili ya kwenda mahakama ya rufaa ikiwa ni kukataa kabisa katakata kwamba nchi yetu demokrasia haiwezi kuendelea kubagazwa kwa kiasi hicho, lakini nimekata rufaa hii ili kwenda kuambia INEC hawana mamlaka ya kuwachagulia wananchi nani anayetakiwa kwenda kugombea. INEC, wao ni wao, wana kazi moja tu ya kukoordinate uchaguzi, kuhakikisha kwamba wamesimamia sheria za uchaguzi, lakini hawana mamlaka ya kuwaelekeza wananchi wamchague nani. Kwa hiyo nimekata nimekata rufaa hii tumeikata rufaa hii ili kuhakikisha kwamba katiba na sheria za nchi yetu zimezingatiwa na zinaheshimiwa na watu wote na, na katika taifa letu, saa nyingine hata unapata masikitiko makubwa. Leo kesi mashuhuri kwenye mahakama zetu hizi, mahakama kuu na mahakama ya rufaa ni za wanasiasa wakilalamikia kuonewa, ni za wanasiasa wakilalamikia kugandamizwa, ni wanasiasa kulalamikia kutokutendewa haki, ni wanasiasa kulalamikiwa e, e, kulalamikiwa kutokutendewa haki katika shughuli zao za kisiasa. Kwa hiyo ndio maana leo utasikia magazeti karibia mwezi mzima yanatangaza kesi za Mpina, kesi za Tundurisu, lakini wezi wa nchi hii wala rushwa wa nchi hii mafisadi wa nchi hii wabadhirifu wa fedha wa za nchi hii, hata kama wakitangazwa namna gani, kesi zao hatuzisikii, lakini za wanasiasa walioonewa, wanaonyanyaswa ndio walioko leo mahakamani. Ni mambo ambayo ni ya kusikitisha sana kwenye taifa serious kama taifa letu hili tulilo nalo. Sasa nimeshaeleza kwamba eh, hivi una, una, unaweza vipi katika nchi ambayo inaheshimu misingi ya katiba, inaheshimu misingi ya katiba leo, mashauri haya, mlolongo wa mashauri haya kama nilivyo yaeleza kwamba yamekwisha kufunguliwa. Leo nchi yetu ambayo inaheshimu katiba, inaheshimu utawala wa sheria, inaheshimu utawala bora, mgombea wenu ambaye mmoja yuko mahakamani kama nilivyosema kule awali, mmoja wenu yuko mahakamani akidai haki zake hizi mahakamani na hamjui mahakama itaamua nini. Mwisho wa siku, hamjui mahakama itaamua nini. Kwa nini uchaguzi, kwa nini ratiba ya uchaguzi iendelee ile ile? Kwa nini INEC iendelee kutengeneza ballot paper kwa ajili ya uchaguzi huo? Kwa nini ratiba ya uchaguzi iendelee kubaki tarehe hiyo hiyo 29 Oktoba mwaka 2025? Tumepeleka malalamiko yetu katika mahakama ya rufaa na kwa kweli kuiomba kwamba kwanza shauri hili lisikilizwe na liamuliwe kwa haraka sana iwezekanavyo kabla ya hiyo tarehe 29 Oktoba mwaka wa 2025, lakini pia mahakama kuu itoe maelekezo kwa, kwa mgombea ambaye wameamua tu kwa utashi tu ya taasisi ya, ya INEC kuamua tu kwamba huyu tumwengue asiwe sehemu ya wagombea amenyimwa nafasi ya kwenda kuzitafuta kura hizo ya kwa wananchi kwenda kujinadi kwa muda wa siku sitini. Leo inapomrejesha yeye, muda wake anakuwa compensated vipi, ili apate nafasi na yeye ya kuwafikia wapiga kura, apate nafasi ya kwenda kuhakikisha kwamba kila mahala panapotakiwa kuwekwa mawakala wamewekwa mawakala ili ahakikishe kwamba mahala popote pale ambako alitakiwa na yeye jukumu lake ile la kisheria amelitekeleza. Leo hayo yanazingatiwaje? Kwa hiyo tumepeleka na tumemwomba, na hata ombi letu hili linaenda kwa hati ya dharura katika mahakama ya rufaa, lakini vile vile tumeandikia barua eh, m, eh, jaji mkuu kumwomba sana kwamba hili shauri lipangiwe utaratibu haraka na liamuliwe kwa haraka ili haki iweze kutendeka na wananchi waweze kupata, e, waweze kupata, waweze kupata, waweze kupata, waweze kupata fursa nzuri ya machaguo ya wagombea wanao wataka. Sasa katika kufanya hivyo, ndiyo jukumu ambalo tumekwisha kulitekeleza kulitekeleza. Sasa na mimi naendelea kusema tena, nilisema na tukiwa Dodoma na hapa, narudia kusema kwamba eh, serikali pamoja na mamlaka zote za serikali wanao wajibu wa kutii sheria. Wajibu wa kutii sheria hauwezi ukawa tu kwa ajili ya wananchi. Swala la kutii sheria linatakiwa kuwa la serikali yenyewe, linatakiwa kuwa ya mamlaka za serikali zenyewe. Hauwezi serikali ukasisitiza utii wa sheria kwa wananchi kama serikali haiwezi kuzingatia katiba, kama serikali yenyewe haiwezi kuzingatia sheria za nchi. Nchi ya namna hiyo lazima itasababisha machafuko tu. Nchi ya aina hiyo lazima itasababisha machafuko tu. E, ni, nimesema kwamba hata sasa hivi tunavyozungumza sasa hivi tunavyo tunavyozungumza sasa hivi huyu mgombea wa urais wa tiketi ya chama cha mapinduzi, ndugu Samia Suluhu Hassan, uteuzi wake umepingwa mahakamani na na hata msajili mwenyewe wa vyama vya siasa alishakiri kwamba huyu mgombea ana shauri linalomkabili mahakamani ya kupinga uteuzi wake. Mgombea wa chama cha mapinduzi, ndugu Samia Suluhu Hassan, ana shauri ambalo lina wanapinga mwanachama mmoja wa Chama cha Mapinduzi ndani ndo Dokta Marisa amepeleka shauri mahakama, mahakama kuu, na baadaye sasa hivi yuko mahakama ya rufaa akipinga uteuzi wake, na hili shauri katika mahakama ya rufaa limefikia hatua ya kusikilizwa. Sasa kama mnawagombea ambao wana kesi mahakamani na hamjui mahakama baadaye itaamua nini, ukichukua kesi zangu mimi ukichukua na kesi za huyo mgombea wa chama cha mapinduzi ambaye naye anapingwa na, na, na, na, na, na uteuzi wake ume, umepingwa mahakamani. Mnaendelea tu kusukuma, mnataka uchaguzi tarehe 29, tarehe 29 na mnataka uchaguzi wa rais. Mimi sina tatizo na tarehe 29 mwezi wa, wa Oktoba mwaka 2025 kufanyika uchaguzi wa madiwani wa bunge lakini hamwezi kufanya uchaguzi Oktoba Oktoba 2025 wa rais ambaye karibia wagombea wawili wote wako mahakamani na wanashtakiwa na mahakama, mjui itaamua nini. Kwa hiyo ni muhimu kuheshimu kuheshimu e, mamlaka za kimahakama, na sisi tunasema na sisi tunasema kwamba na sisi tumeomba kabisa kwamba uchaguzi wa rais usifanyike hadi shauri hili lililoko mahakamani likamilike, na kesi zingine zilizoko mahakamani zifanyike, ndio sasa uchaguzi wa rais uweze kufanyika. Lakini hata hivyo sisi tume, tume, tumeamua kuhakikisha kwamba tumezijulisha taasisi za kimataifa ikiwemo mahakama ya Afrika ya Mashariki mahakama ya Afrika mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu, yani, the African Court on Human and Peoples' Right, lakini mahakama ya kimataifa ya uhalifu acc the Hague kuingilia kati na kuzuia kufanyika uchaguzi wa nafasi ya rais hiyo tarehe 29 Oktoba mwaka 2029 na napozungumza rais maanake ni rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania hatuna tatizo na uchaguzi wa rais upande wa Zanzibar ambapo kwenyewe wako vizuri wanaendelea na kampeni vizuri tu hakuna mtu kumwekea mapingamizi mwenzake hasa huu woga wa huku, wa, huku, wa huku upande wa, upande wa bara ni changamoto sana eh? changamoto sana inafika mahala mpaka mna, mnaamua hayo ambayo mnayoweza kuyaamua ambayo kwa kweli uh, sisi hatuwezi kukubaliana nayo, lakini hata pia kujulisha hata mabunge ya umoja wa Ulaya yaweze kuingilia kati mambo haya. Kama tutapeleka mahakama ya rufaa, mahakama ya rufaa na yenyewe zisikilizwe, sasa tutafanya nini? Ni lazima tuende kwenye hizi mahakama za kimataifa ziweze kutusaidia. Uchaguzi wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania katika upande wa jamhuri ya muungano wa Tanzania usimame hadi hapo mashauri haya yatakapokuwa yameamuliwa na, na, na, na kutolewa uamuzi. E, tume huru ya uchaguzi e, ni kwa nasema kwamba ukisikiliza mtiririko wote, ukianza kutafakari mtiririko wote, watoka siku hiyo nienguliwe kwa kuzuiwa, kwa kufungiwa mageti na mahakama na INEC na, na, na, na baadaye mahakama ikanirejesha, baadaye nikawekewa pingamizi na mwanasheria mkuu wa serikali na mambo mengine yaliyofuata ikiwemo na kutanguliwa na msajili na mwenyewe kuniwekea mapingamizi kama alivyoweza kuweka. Nataka nitoe ushauri ufatao kwa serikali, na wanatakiwa kufanyia wanatakiwa kufanyia kazi kwa haraka sana, na kuwaomba kabisa mamlaka za serikali zote zisiingie kwenye uchaguzi. Walioko kwenye uchaguzi leo ni viongozi wa kisiasa tu, vyombo vingine vya usalama pamoja na mamlaka zingine haziko kwenye uchaguzi, zina jukumu tu la kusimamia uchaguzi, kuhakikisha kwamba uchaguzi umefanyika salama. Sasa, baada ya kuangalia huu mlolongo wote, na mimi hapa nazungumza nikiwa na ushahidi na vielelezo, kwa sababu nimeanzia msajili, nina vielelezo vyake vya maamuzi yake, nina vielelezo vya maamuzi ya INEC, nina vielelezo vya maamuzi ya mahakama, nina vielelezo vya kila mahala. Kutokana na haya niliyoyaona, na shauri yafuatayo: wananchi wanaodai no reform no election wasikilizwe haraka sana. Wananchi wanaosema Oktoba tunalinda kula wasikilizwe haraka sana kabla ya hiyo Oktoba 2029. Wananchi wanao wanaotaka kuandamana tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 wasikilizwe haraka sana kabla ya tarehe 29 mwezi wa wa wa kumi. Na ambao wana kesi mahakamani za uchaguzi wasikilizwe haraka sana kabla ya hiyo Oktoba mwaka wa 2000 na ishirini na tano, Ili tuweze kureta... Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwa wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.